Kwa hiyo ukishakutia nia tayari, wewe ushakuwa muhrim tayari, wewe ushakuwa alhaj. Maanake hapo, kama tulivyotangulia kusema, unatakiwa muda wote uwe unaitikia wito ambao Allahu jalla waala akakuita, labbaika llahumma labbaika, na kuitika ewe Mola wangu na kuitika. Siyataka Kiswahili tunatumia neno hili Nafikiri wazee wetu wa zamani, vijana sasa hivi hawakulii na, na wakiitwa kusema labeka. Eh, labeka hii talbia asli yake ilabeika, maana yake labeka na kuitika ewe Mola wangu na kuitika. Labaika la sharika laka, labeka na kuitika huna mshirika, huna mwenza ewe Mola na kuitika. Innal hamda hakika ya sifa na shukurani, wa ne'mata, hakika ya neema zote

wanyanyue sauti zao, wanawake wakisoma wao wasome wajisikie wao wenyewe. Ni ni ishara ya kuonesha vipi muumini maisha yake anatakiwa ya aishi, yote amtegemea Allah jalla waala, na dini aifanye kuwa khalis mbele ya Allah jalla waala. inna lhamda wan ni'mata wa laka walmulk la sharika lak Hakuna mshirika wala hakuna mwenza. Ya Rabbi, wewe ni peke yako.